Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo, mbunge wa viti maalum, swali lake litaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Oran Manase Njeza yeah. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Suma Fyandomo, sasa naomba swali lake 259 lipate majibu ya serikali Mheshimiwa, yeah. Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Mary Prisca Mahundi, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, serikali kupitia UCSAF imekuwa ikitekeleza miradi ya kufikisha huduma za mawasiliano katika maeneo ya mipakani. Mfano, katika mwaka wa fedha 2021-2022, UCSAF kupitia mradi wa ujenzi wa minara katika maeneo ya mipakani kwa awamu ya sita, kampuni ya Vodacom iliweza kujenga mnara katika kata ya Ngana na kwa lengo la kuwahudumia vijiji vya Kasumulu, Mwalisi, Ngana na Ushirika mnara husika upo na unatoa huduma katika vijiji hivyo. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa mheshimiwa mbunge ameuliza swali kuhusu jitihada za serikali katika kutatua changamoto ya mawasiliano wilayani Kiela katika maeneo ya mpakani na nchi ya Malawi, inaashiria kuwa bado kuna changamoto, wizara kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF itafanya tathmini kwenye maeneo husika ili kubaini mahitaji halisi ya mawasiliano, na endapo ikibainika kuwekwa kwa tatizo la mawasiliano katika maeneo hayo yatajumuishwa katika miradi inayotarajiwa kutangazwa kwa ajili ya utekelezaji hususan katika maeneo ya mipakani kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Asante. Mheshimiwa Oran Manase Njeza, swali la nyongeza. Ya, nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Sasa kwa kuwa changamoto hii ya ubora wa mawasiliano yetu imepelekea wananchi wa mipakani kujiunga na mifumo ya nchi jirani ikiwemo mifumo ya kifedha. Je, serikali sasa ina mkakati gani wa haraka ili kuhakikisha kuwa inaboresha mawasiliano kwa, kwa mipakani kote ili kuzuia watu wasijiunge na mifumo ya nchi jirani ambayo inapelekea changamoto za kiuchumi na kiusalama? Na swali la pili, je, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha kuwa inaboresha mawasiliano katika kata ya Mjele, Ikukwa, Ulenje pamoja na iunga mapinduzi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali ya nyongeza mawili kama ifuatavyo: kuboresha mawasiliano kwa ajili ya Uh, usalama lakini na mifumo ya kifedha kiuchumi. Mheshimiwa Spika, nipende kusema ni mwezi tu umepita, nimeweza kufika Kiela, nilienda kufanyia kazi mawasiliano mipakani, na nimeshaacha maagizo. Niombe tu kutumia bunge lako tukufu niendelee kuasisitiza meneja wa TCRA mkoa wa Mbeya pamoja na wa UCSAF wakafanyie kazi maelekezo yangu kuhakikisha wananchi hawa wa mipakani hasa pale Kiela kutoka, kutoka ndani ya nchi na katika mikata hizi alizozitaja Mheshimiwa Oranjeza za jimbo la Mbeya Vijijini, Mheshimiwa Spika, haya maeneo aliyoyataja minara ipo, ila sema zipo katika teknolojia za chini kwa maana ya 2G. Niweze kutoa wito kwa watoa huduma wote ambao wameweza kujenga minara katika maeneo haya aliyotajwa na Mheshimiwa Oranjeza kwenda kwa upgrade kuhakikisha 2G inapatikana sasa kwa 3G na 4G na hiyo 2G ipatikane kwa uhakika. Mheshimiwa wabunge, kote ile minara kunakuwa na, na ujenzi wa minara kwa mfano Vodacom unakuta mitandao mingine yote haipatikani au ikijengwa yote mitandao mingine haipatikani. Je, serikali yaoni sasa kuna ulazima hii minara inayojengwa hiyo na uwezo wa kuaccommodate mitandao mingine yote? Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Uh, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Samatiko. Minara ikishajengwa kwenye eneo moja, tuna teknolojia ambazo zinaruhusu watoa huduma wengine waweze kwenda kuweka vifaa vyao pale, tunaita colocation, ili na wenyewe waweze kupatikana. Kwa hiyo tayari sisi kama wizara, Mheshimiwa waziri ameshaagiza Uh, watoa huduma wote waweze kuwasiliana kwa karibu na uongozi mkurugenzi kutoka wizarani aweze kuwasimamia kuhakikisha kama mnara mmoja umejengwa maeneo ambayo bado hakuna collocation basi akaweze kufanyika. Aya, asante sana, ili tufupishe wakati, maana waliosimama ni wengi, nikishawataja wewe huna haja ya kuwataja. Naenda moja kwa moja kwenye majibu ya swali. Mheshimiwa Mwantumu Zodo, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Yeah, je, ni lini serikali inakwenda kujenga mnara kwenye kata yetu ya Magoroto ambako kuna changamoto kubwa ya mawasiliano katika jimbo letu la Muheza? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza. Kata ya Magoroto Muheza, hii sehemu tayari wataalamu wetu walifika, ni kutoe hofu Mheshimiwa Zodo Uh, mnara utajengwa kadiri fedha inapatikana. Tutahakikisha minara yote ambayo ipo kwenye mpango iweze kufanyiwa kazi. Mheshimiwa Fatuma Taufik, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa ya kuuliza swali la nyongeza Je, lini serikali itajenga mnara wa mawasiliano katika kijiji cha Hawelo, tarafa, kata ya Tumbakose wilayani Chemba? Mheshimiwa Naibu Waziri, Majibu Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Tofiki. Kijiji hiki katika kata katika jimbo la Chemba, naamini kipo katika mpango wa ujenzi wa minara katika mwaka ujao wa fedha. Mheshimiwa wabunge, shukrani zenu nimeshazipokea, kwa hiyo msinishukuru, tukomboe wakati. Mheshimiwa Martha Mariki, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, ni lini serikali itajenga mnara wa mawasiliano kutoka Inyonga kuja Mpanda ambapo kuna changamoto kubwa sana ya mawasiliano? Mheshimiwa naibu waziri majibu. Mheshimiwa spika, lengo la serikali ni kuhakikisha vijiji vyote tunavifikia na maeneo haya yote yanayoendelea kuuliziwa, kazi zinaendelea kama si katika utekelezaji wa ujenzi basi katika mpango na kuona kwamba watu wa huduma wanaenda kujenga mnara. Mheshimiwa Masa ni kupongeza kwa kuuliza swali, katika sehemu hii uliyoitaja pia ipo katika mipango ya wizara kuhakikisha mawasiliano yanajengwa. Mheshimiwa Twaha Mpembeni, swali la nyongeza Kumekuwa na ahadi ya muda mrefu kwa serikali kujenga mnara kwenye kata ya Mchukwi eneo la Songa, lini serikali itaanza ujenzi huo? Mheshimiwa naibu waziri majibu. Asante mheshimiwa spika. Uh, eneo hili la Mchukwi, kwanza napenda kujua kwamba kuna hospitali kubwa na. Mheshimiwa Twaha, kwanza nikupongeze, unafuatilia sana hili eneo, lakini tayari tumeshapata mkandarasi na wiki ijayo mheshimiwa Twaha huyu atakuja kuripoti pale jimboni, naamini na wewe tutakutaarifu ili uweze kwenda kumpokea. Lengo ni kuhakikisha huu mnara unajengwa na eneo hili la hospitali liwe ni kipaumbele kuhakikisha mawasiliano yanapatikana. Mheshimiwa Edward Olele Kaita, swali la nyongeza. Watanzania wa Kiteto walikuwa hawapati radio Tanzania tangu uhuru, sasa mnara umejengwa. Lini sasa mradi huu utakamilika? Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Asante, Mheshimiwa Spika. Uh, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Elkaita, mnara kujengwa kama nilivyoongea katika ile minara 1758 tuna minara mia 32 tuna banchi nyingine ya minara ya TTCL, ni kuhakikishia Mheshimiwa, Mheshimiwa Kaita tutalifikia ile eneo kuhakikisha mawasiliano yanaboreshwa yanaboreshwa. Mheshimiwa Mwita Waitara swali la nyongeza. So, Spika, kata ya Susuni Mwema Nyansincha, Itiro Nyanungu hakuna mawasiliano pale, watu wanasikiliza Kenya. Ni lini mnaleta taweka pale ili wananchi wa maeneo hayo wapate mawasiliano kwa nchi yao? Mheshimiwa naibu waziri majibu. Asante mheshimiwa spika, naomba kujibu swali la nyongeza ya mheshimiwa ttara. Kata alizotaja mheshimiwa spika ni za mpakani. Kama nilivyoongea kwenye jibu langu la msingi, maeneo ya mpakani tayari tunafanyia kazi kuhakikisha wananchi wanapata mawasiliano ya ndani ya nchi. Mheshimiwa Shali Raymond swali la nyongeza ni lini serikali itajenga mnara katika kata ya Uru Kusini ili wananchi waache kutafuta kichuguu na kupokea simu nikiweko mimi mwenyewe? Mheshimiwa naibu waziri majibu. Asante mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali nyongeza mheshimiwa Shan Raymond yeah. Kata hii aliyotaja mheshimiwa mbunge tutahakikisha tunaiweka katika mpango wa mwaka wa fedha 2025-2026 kuhakikisha wananchi wanapata mawasiliano ya hakika na kuacha kupanda kwenye maeneo hatarishi. Mheshimiwa nyongeza. Mheshimiwa Spika, ni lini serikali itajenga minara katika kata Ugala, vijiji viwili Mnyamasi pamoja na Kasisi? Mheshimiwa Naibu Waziri Majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Nimpongeze Mheshimiwa Anna Lupembe. Kata, kata hii aliyoitaja katika vijiji viwili, naomba baada ya hapa Mheshimiwa Anna Lupembe tuwasiliane kuhakikisha tunakuja kujenga mnara katika mwaka ujao wa fedha. Je, ni lini serikali itajenga minara katika vijiji vya Busambu, Sikilo na Namula? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza. Mheshimiwa, kata hii aliyoitaja na yenyewe pia tutahakikisha tunaweza kuifikia katika mwaka ujao wa fedha, kwa sababu tuna minara mingi ambayo tayari usanifu unapangwa kwenda kutekelezwa katika mwaka ujao wa fedha. Mheshimiwa Nikodemus Maganga, swali la nyongeza. asante Mheshimiwa Spika, Mbogwe nina kata tano ambazo zina uhaba wa minara. Natambua serikali ina mpango wa kujenga minara, lini sasa hii, huu mpango utatekelezwa ili kusudi kata hizo zipate mawasiliano? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali nyongeza ya Mheshimiwa Maganga. Uh, katika maeneo haya ya Mbogo, Mheshimiwa Maganga, kuna maeneo ambayo yatakuja kuanza kufanywa kazi mwaka huu wa fedha, lakini maeneo mengine tutaendelea nayo mwaka ujao wa fedha kadiri fedha itakavyokuwa inapatikana. Mheshimiwa naibu waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya mheshimiwa wabunge.